Waziri wa Maji, Nishati na Madini Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Alwardi amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kujenga skuli za Unguja na Pemba ili kuendana na kasi kubwa ya maendeleo katika sekta ya elimu. Ni wakati wa uzinduzi wa skuli ya Tunguu kwa niaba ya skuli tano katika wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, ambapo wamewataka wananchi kujitahidi kuhamasisha watoto kuhusu swala la elimu na kujisajili katika skuli hizo. Serikali itaendelea kujenga skuli zaidi ili kuendana na kasi ya ongezeko la idadi ya watu ambayo kwa wastani wa asilimia 3.7 kwa mwaka ni miongoni mwa kasi kubwa barani Afrika. Hali imeongoza shirikizo kubwa katika miundombinu ya kijamii hususan katika sekta ya elimu. Kwa mwaka wa fedha 25-26, serikali imejipanga kuendeleza juhudi hizi kwa, kwa kuimarisha miundombinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa skuli za kisasa, ujenzi wa madarasa mapya, ukamilishaji wa madarasa yaliyoanzishwa na wananchi pamoja na ukarabati wa skuli kongwe ili ziweze kukidhi viwango vinavyolingana na skuli mpya. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa skuli zote nchini zinakuwa katika mazingira bora, salama na yanayofanana. Serikali ya awamu ya nane imeendelea kuenzi na kutafsiri falsafa hii ya mapinduzi kwa vitendo, kwa kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika sekta ya elimu. Uwekezaji huu umejikita katika kuimarisha upatikanaji wa elimu bora, kuimarisha miundombinu ya skuli. Ikiwa lengo tunazindua skuli ya Tunguu kwa niaba ya skuli nyingine ikiwemo Tumbuu, Mwenge, Mbuzini, Chuini na Mkoani. Wito kwa wananchi: skuli hii ipo karibu na maeneo yanayoishi wananchi, hatuna budi kuhakikisha kuwa watoto wetu wanaandikishwa skuli, wanasimamiwa na wanakamilisha elimu yao ya sekundari, ili hatimaye waweze kuendelea na skuli za sekundari ya juu. Pia nawaomba wananchi pamoja na wanafunzi kuenzi, kudumisha miundombinu ya skuli hii ili iweze kudumu kwa muda mrefu, kwani wahenga wanasema kitunze kidumu. Naibu Katibu Mkuu Tawala Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, ndugu Amos John, akitoa maelezo ya mradi huu amesema jumla ya skuli zote tano zilizojengwa ndani ya wilaya hiyo zimegharimu zaidi ya bilioni saba za Kimarekani. Ujenzi wa skuli hizi tano ulianza mwezi Septemba 2024 na kukamilika Disemba elfu mbili na ishirini na tano na gharama zake zilikuwa ni bilioni saba milioni mia saba laki sita na elfu sitini na tano kwa mujibu wa mkataba, ikiwa kila skuli inagharimu bilioni moja na milioni mia tano na hamsini na tatu skuli hizi tano za sekondari kila moja ina madarasa manane na vyoo kumi na tisa pamoja na ofisi za mwalimu mkuu. Pia kuna ofisi za msaidizi mwalimu mkuu, stafu za walimu, vyumba vya ushauri na saha, maabara mbili kila chumba kimoja, na pia kila skuli ina chumba kimoja cha ja maabara za tehama. Skuli hizi kila moja ina uwezo wa kuchukua jumla ya wanafunzi mia tatu na sitini wa wastani wa wanafunzi 45 kwa wa kila darasa. Mkuu wa wilaya Kati kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa kusini Unguja, ndugu Rajab Ali Rajab ameomba kujengewa shule ya ghorofa katika wilaya hiyo, kwani vijana na wananchi wanahitaji kusomea katika shule bora na nzuri ya ghorofa. Ufunguzi wa skuli ya sekondari ya Tunguu kwa niaba ya skuli ya Mwenge, Chuini, Mbuzini na Koani umefunguliwa rasmi na Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Alwardi, Waziri wa Maji, Nishati na Madini.